Mwenye kuhudumia watu wetu bila kujali itikadi zao imani zao rangi zao wala vimo vyao. Rais amekuwa watu wote, na kila mtu amefikia maendeleo kwao. Twendeni tukasisitize kwa tuka sababu mheshimiwa rais amesisitiza maelewano, kusikilizana, kuvumiliana na kuheshimu maoni ya wenzetu. Sasa sisi ambao ni viongozi, twendeni wananchi tukawaeleze kwa nini tunasema rais achaguliwe. Kwa nini tunampongeza rais? Kwa sababu yako maneno tukisema tunaanza kwambia, ah, hawa machawa. Najua msemo e, hawa machawa. Sasa siku hizi msemo umekuwa maarufu, tunaitwa machawa kwa sababu tunaeleza juu juu, lakini tukieleza kwa kina kama alivyoeleza mwenyekiti wetu wa halmashauri, wananchi wa watu tuita machawa watakubaliana na sisi, kwa nini tunampongeza kumsifia na kusisitiza mheshimiwa rais apewe mitano tena. Mwenyekiti mwenye wa halmashauri, katibu wako ambayo ni mkurugenzi, tukimwinua hapa kwenye miaka minne ya, ya mama, umepokea shilingi kwenye halmashauri yako, jumla ya pesa ulizopokea na mheshimiwa rais shilingi bilioni arobaini na saba zimekwenda kwenye, kwenye sekta ya maji, umeme, afya. Hapo sijamwinua mtu wa TANESCO, sijamuinua mtu wa TARURA, sijamwinua mtu wa taroti, sijamuinua na wengine wengi. Na mwaka huu mheshimiwa rais ametufanyia jambo lingine zuri zaidi, tarehe moja amepandisha mishahara ya watumishi wetu kwa asilimia kwenye kima cha chini asilimia zaidi ya thelathini na tano. Tumpate wapi mtu mwema kama huyu, mtu mzuri mwenye kutujali, jaliofanyika mheshimiwa diwani, tawaambie watu kwenye kata yako. Mheshimiwa Rais hapa atafanya moja, kufanya Mheshimiwa Rais, ina maana moja mbili tatu. Pamoja na hayo amefanya mbili tatu, na haya ni ya mwaka huu. Mwaka ujao atafanya mbili tatu nne tano. Wananchi waelewe, kwa kuwa nimesema wananchi wana haki ya kujua yaliyofanywa na rais wao na serikali yao, ni haki yao. shilingi milioni mia moja kumi na nne na sehemu ya fedha zile tukapeleka Daudi Teewi tukajenga nyumba ya mwalimu ya kwa ajili ya maandalizi ya kufungua kidato cha tano, na sasa tunavyozungumza, pia Daudi Teewi mwezi wa saba pengine ikapokea pia wanafunzi wa kidato <coughs> haya ni maendeleo ambayo yametokana na maelewano yetu na upendo wetu na mashirikiano yetu. Kwa hiyo katika hili, mkurugenzi, pamoja na timu yako, nakupongeza kwa kuona zahanati yengi ilikuwa muhimu nyumba za watumishi kwa kuwa ile inagusa maisha ya ya watu wengi na maisha ya Watanzania tunaowahudumia. Katika kipindi hiki tumesajili shule ya Kainam kuwa A level, lakini tumesajili pia shule ya Daudi shule ya Maram Daudi ya zamani kuwa A level, lakini pia tumesajili hizi shule mbili mpya zinazokwenda kupokea wanafunzi shule ya Ayamohe na shule ya Daudi Teewi lakini hata hivyo, utaratibu unaendelea, pengine Mungu akijalia tukapokea usajili kwa ajili ya shule ya Murai, shule ya Haimu na shule ya Silaloda Asa, ambayo tunatambua balozi amewajibika, mwenyekiti wa kitongoji kama mwenyekiti wa mtaa, mwenyekiti wa kijiji amewajibika na serikali yake, lakini baraza wodi sisi zetu zimewajibika na hatimaye si halmashauri hadi kabiseni kufanyika katika sekta ya maji. Katika kipindi hiki tumechimba kisima cha Titiwi, wananchi wanaendelea kutumia maji; kisima cha Aicho, kisima cha Gidamba, kisima cha Gunyoda, kisima cha Boboa na kisima cha Silaloda. Visima hivi sasa viko kwenye hatua ya ma maendelezo, pale ambapo serikali itatupatia fedha ili kutawanya maji na kupeleka mtandao wa maji kwa watumiaji. Ni kazi kubwa imefanyika, lakini pia bajeti yetu tayari imepita kupitia UWASA kwamba tunaweza sasa kutekelezewa mradi mkubwa unaotekelezwa katika tarafa ya Nambis, utakaoenda kutekelezwa tarafa ya Nambis, mradi ambao unakwenda kugharimu zaidi ya shilingi bilioni hamsini na sita za Kitanzania. Ni kazi kubwa sana ambayo mheshimiwa rais ameifanya kwa ajili ya Mbulu, naomba tuendelee kumpongeza sha kikao hiki. Ninaamini mheshimiwa DC ana ana ziara ya ukaguzi wa miradi lakini, kama ilivyokuwa ni utaratibu, ameona ni vema asalimie mkutano huu na tuweze kuruhusu aendelee na majukumu. Kwa mfano eneo la shule ya msingi ah, zile fedha ni nyingi sana mwenyekiti, sitamaliza kusema, nyingi mno. Katika kipindi hiki shule mpya tulizojenga Barbish, shule ya daktari Samia Suluhu Hassan shilingi milioni 348, shule mpya ya Tawi ambayo imegharimu shilingi milioni 250 mi lakini shule mpya ya Toma shilingi milioni 340 na, na ushe. Katika package ya fedha hizo ziko fedha ambazo zimekuja kwa ajili ya maendelezo ya miundombinu katika shule zetu kongwe. Pia shilingi milioni 100, shule ya Harka kwa ajili ya madarasa matano tayari yanatumika. Milioni 80, shule ya tayari madarasa yanatumika milioni themanini na moja na laki moja na laki tatu milioni themanini na moja na laki laki tatu shule ya Edadikot, madarasa yanatumika <coughs> lakini pia tumejenga bweni la heshima kwa ajili ya watoto wetu wenye mahitaji maalum shule ya Edadikot. Kazi hii ni kubwa sana, ukianza kusema unaweza lakini katika awamu hii Mheshimiwa Rais ametuona na sisi, sasa tupo kwenye hatua ya ukauzi jengo la heshima, jengo la hadhi, jengo ambalo inaweza kusimama na kusema kazi kubwa inayofanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa mwenyekiti, tunatumia nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu fedha zile sisi kama halmashauri katika makusanyo yetu tusingeweza kukusanya, lakini tumepatiwa fedha kutoka serikali kuu na sasa ujenzi unaendelea, jengo liko hatua ya upauzi, na tunaamini si muda mrefu sasa tutahamia lile jengo, na jengo hili la zamani litapatiwa majukumu mengine kwa kadiri ya utaratibu utakaowekwa na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri. Sana, Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya wananchi wa Mbulu. Ukiachana na hilo, Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Rais katika kipindi hiki ametupa shilingi bilioni zaidi ya kumi. Hivi tutakumbuka, wewe mwenyewe tumehudhuria vikao vile, wa skimu ya umwagiliaji kata ya Tawi, Mheshimiwa Rais alitupatia shilingi bilioni 6, bilioni 6.4, pokea bilioni 6, lakini katika awamu ya pili tumepokea shilingi bilioni 3 tuendeleza miundo mbinu ya umwagiliaji katika bwawa lile ama skimu ya umwagiliaji, lakini sehemu ya mgawanyo wake, ununuzi wa gari la mradi na ujenzi wa nyumba ya mtumishi pamoja na ofisi za tume ya umwagiliaji tu hayakuwahi kutokea. Lakini katika kipindi hiki Mheshimiwa Rais kupitia Wizara ya Elimu ametupatia mabweni kumi na tano. Mabweni hayo kila bweni lina gharimu shilingi milioni mia moja thelathini, ikizidisha mara kumi na tano ni mabilioni ya fedha yamemwagika kuja Mbulu, mabilioni haya Uh, mabweni haya yanajengwa shule ya sekondari ya Gihandu, shule ya sekondari ya Yabohe, shule ya sekondari ya Marang, shule ya sekondari ya Chief Sarwat na shule ya sekondari ya Tawi. Tunamshukuru Mungu kwa sababu Mheshimiwa Rais ameenda kugusa maisha ya Watanzania na shule ya Kaina pia. Lakini pia ni katika kipindi hiki shule tatu zimejengwa katika kata ambazo hazikuwa na sekondari, shule ya sekondari ya Sanubare ambayo sasa iko kidato cha ja tatu, lakini shule ya sekondari ya Ayamu Hei ambayo pia imepata mabweni na inapenda kupokea vijana wa kidato cha ja tano mwaka huu mwezi wa saba <coughs> lakini pia shule ya sekondari ya Imbolu. Hii ni jitihada kubwa sana, japo madiwani wangu wanapiga makofi kwa wasiwasi juu wanadhani wasi vinasema vitu ambavyo vipo kwenye maeneo yao. Waheshimiwa Madiwani, hatuwezi kumlipa rais saidi ya kumpa pongezi kubwa sana, kumpa pongezi za dhati, kwa sababu fedha hizi unjue keki ya taifa inagawanywa inashindaniwa. Baba, hilo limefanyika, sasa watoto wetu wako pale, na shule ya Imboru sasa nayo ina kidato cha tatu, kana kwamba ilifunguliwa miaka mitatu iliyopita, kumbe imefunguliwa mwaka huu. Ni jitihada kubwa sana a baada ya makubaliano hayo eh, kati ya serikali na na benki kukamilika, baada ya kukusainiana mkataba, tulirudi hapa kuanza sasa taratibu za kushirikiana kwa pamoja kati yetu halmashauri pamoja na benki kwa sababu tayari sasa tulishakuwa pati mbili. Kwa hiyo kuna utaratibu ambao tulitakiwa kufanya, lakini ili mwishoni tuweze kutoa mikopo tulianza kufanya uhakiki wa pamoja kati ya halmashauri na benki ili kuhakiki vikundi vile ambavyo vilivyopo, na kwa kuwa tayari sisi halmashauri tokea mwanzoni tulishafanya hivyo, na wao benki walikuwa wanataka wajiridhishe kuviona hivyo vikundi, hilo liliweza kufanyika. Lakini baada ya hapo sasa, kamati zilikaa na kupitisha vile vikundi ambavyo vimeomba kulingana na, na maombi yale. Baada ya kukaa kwa kamati, halmashauri ilishakamilisha taratibu zote kwa kushirikiana na kamati zile e, za kutoka nani za wilaya. Baadaye sasa, tukarudisha tena kwa wenzetu wa benki, na wao walitaka sasa waende kufanya uhakiki wa vikundi hivyo kabla ya kuanza kutoa mikopo. Na leo asubuhi ndio wamekuja kunipatia taarifa hiyo ya uhakiki walioufanya kulipeleka vikundi sitini na sita benki ambavyo vilivyokuwa vimehakikiwa milioni mia mbili thelathini na tatu. Theni wao sasa walifanya uhakiki wao wenyewe, walikwenda kutembelea kikundi kimoja hadi kingine, ili kuona kama je, vinaweza kupata mkopo, yaani, vinaweza vimekidhi vigezo na vinaweza kupata mkopo lakini kati ya vikundi sitini na sita sasa tulivyowapelekea na wao baada ya kwenda kuvihakiki, walipata vikundi arobaini na tisa ambavyo vimekidhi vigezo, vikundi kumi na saba vilionekana havijakidhi vigezo na, na hivyo vikundi 49 uh, mikopo yake ina thamani ya shilingi milioni mia moja sitini, mia moja sitini na nane na laki tano. Sasa hivyo vikundi 49 ndivyo vimequalify kupewa mikopo. Na vi